Na hii ni Kioo Online TV. Kotmingomingo ni msemo ambao umekuwa ukitumika katika mradi wa GIRL-H, ambao unaratibiwa na taasisi ya umoja wa wawezeshaji Kioo na na hu, kwa kushirikiana na Mercy Corps. Mradi huu una lengo la kuwainua na kuwawezesha vijana kiuchumi kutoka katika mazingira hatarishi waliokuwa kiishi na kuwa katika mazingira ambayo ni salama ili waweze kujikwamua kiuchumi na kuwa na maisha endelevu. Afisa wa ufuatiliaji tathmini, bwana Albert Ntibasiga, alieleza kuwa mradi wa GIRL-H upo kwa majaribio mkoa wa Kigoma katika halmashauri za kigoma manispaa Manispa, na Manispa. uvinza Uvinza, mradi huu unatekelezwa katika kata za Nguruka, Uvinza, Kazuramiba, Mkizega, Ilagala na Sunuka. Na mradi huu tunautekeleza, ni mradi wa majaribio kwa Tanzania, ndio unaanza kutekelezwa na bahati nzuri sana katika Tanzania unatekelezwa katika mkoa wa Kigoma kwenye halmashauri kuu mbili, halmashauri ya Kigoma manispaa na halmashauri ya Uvinza, lakini pia kwenye halmashauri ya uvinza hatujafika kata zote, tunatekeleza kwenye kata sita kwa maana ya hapa tulipo Ilagala, tunasunuka, tuna mwakizega, tuna kazura mimba, tuna uvinza, lakini tunanguruka. Kwa kuwa ni mradi wa majaribio, maana yake sisi ndio tunatakiwa tuonyeshe kwamba mradi huu wa kujenga uhimilivu katika masuala ya uchumi kijamii na kiafya unawezekana kutekelezeka. Sasa, kama ni wa majaribio, maana yake tunatakiwa tuonyeshe jitihada kubwa ili kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika vizuri na takwimu zinakuwa vizuri ili hata kuweza kwenda kumshawishi mfadhili ili sasa tuhame kutoka kwenye mradi wa majaribio twende kwenye utekelezaji rasmi. Malengo haya yataweza kutekelezwa kupitia ushiriki kati ya washiriki wetu lakini na serikali na wadau mbalimbali. Na ndio maana tukasema tukutane kwa pamoja tuweze kutoa tuelezee kinachoendelea, lakini viongozi wa serikali wanapokuwa nakutana waweze kuelezea ni kitu gani ambacho kinafanyika kwenye mradi huu. Katika kuhamasisha mahudhurio ya vijana kushiriki katika madarasa yao, Bwana Albert alieleza kuwa yale mazuri ambayo yako mbeleni kuhakikisha tunahudhuria kwenye safe space. Lakini pia niweze kutamka neno hili kwamba wale ambao hawatafikisha asilimia sabini na tano ya mahudhurio, ambao hawatafikisha hiyo asilimia, hawatapata cheti, lakini pia hawatakuwa kwenye watu ambao watapewa mitaji. Kwa hiyo ni akisema hapa mbele ya serikali na hata kesho kesho kutwa, mtu akishindwa kufikia hayo malengo aweze kunani, aweze kujua kwamba hatapewa mtaji na shirika la umoja wa uwezeshaji. Hiyo hilo tulisema wakati tunaanzisha safe space, lakini mpaka sasa hivi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunalifanya.